Ukweli nguvu sina, hata pesa sina, nime kimya kimya kimya, elimu sina, hata kazi sina, natakuomba heshima, ninachokifanya za boda boda, we we we we na mume msukule ni sasa kukupenda, nakupenda